Waziri Mkuu wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba, alifanya ziara ya kushtukiza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma siku ya Ijumaa tarehe 15 Novemba mwaka 2025. Ziara hiyo ya ghafla ililenga kujionea mwenyewe namna wananchi wanavyopata huduma za afya pamoja na changamoto zinazowakabili wahudumu na wagonjwa katika mazingira ya hospitali za umma. Mara baada ya kufika hospitalini hapo, waziri mkuu alipitia maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na mapokezi, wodi za wanaopata matibabu ya kawaida na wodi ya wazazi ambako kulikuwa na mama wajawazito wanaosubiri kujifungua. Katika kila eneo alilosimama, aliwasikiliza wagonjwa na walezi wao wakieleza hali wanayokutana nayo, hususan upatikanaji wa dawa, muda wanaochukua kupata huduma na jinsi mifumo ya malipo inavyofanya kazi. Akiweka msisitizo mkubwa kwenye huduma za uzazi Daktari Mwigulu alielekeza wazi kuwa mama mjamzito anapofika hospitalini hatakiwi kucheleweshwa hata kidogo, kwa kuwa maisha ya mama na mtoto hutegemea kasi na ubora wa huduma ya awali. Alisema kuwa hospitali zote nchini zinapaswa kuwa na mfumo utakaowezesha mjamzito kupata huduma ya haraka, ikiwemo vipimo vya muhimu na dawa zinazohitajika katika hatua zote za ujauzito na kujifungua. Akizungumzia upatikanaji wa dawa, waziri mkuu aliitaka wizara ya afya bohari ya dawa na hospitali zote nchini kupanga upatikanaji wa dawa kulingana na mahitaji ya maeneo yao. Alieleza kuwa inakatisha tamaa kuona mgonjwa akipimwa ndani ya hospitali ya serikali, lakini anaambiwa akanunue dawa kwenye maduka ya nje ilhali serikali imewekeza fedha nyingi kuhakikisha dawa zinapatikana kwenye vituo vyote vya umma. Alisisitiza kuwa kama duka binafsi linaweza kupata dawa kwa urahisi, basi hospitali ya serikali inapaswa kuwa na uwezo huo zaidi. Katika suala la mazingira ya uzazi, daktari Mwigulu alisema kuwa hospitali zinapaswa kuwa na vifaa vya usafi vya dharura kama ndoo na beseni ili kusaidia mama wajawazito ambao wanawasili bila vifaa hivyo. Alibainisha kuwa ujauzito si tukio la ghafla, hivyo hospitali hazina sababu ya kukosa vifaa vya msingi vinavyohitajika kila siku katika wodi za wazazi. Aliagiza vifaa hivyo viwekwe kwenye mpango wa manunuzi ya mara kwa mara ili kuondoa usumbufu kwa wagonjwa. Aidha, Waziri Mkuu aliwaelekeza waongozi wa hospitali kuhakikisha kuwa malipo yote ya huduma yanapokelewa kupitia mifumo rasmi ya kielektroniki ya serikali. Alieleza kuwa kuna baadhi ya hospitali ambazo bado zinakusanya malipo nje ya utaratibu rasmi, jambo linaloweza kuruhusu mianya ya upotevu wa mapato na kuathiri uwezo wa serikali kuboresha huduma. Alisisitiza kwamba utaratibu sahihi wa malipo si tu suala la utawala bora, bali ni msingi wa kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma bora bila ucheleweshaji. Wakiwa wanazungumza na waziri mkuu, wagonjwa na ndugu waliokuwa wakiwaguza wapendwa wao waliisifu serikali kwa maboresho yanayoonekana katika hospitali ya mkoa wa Dodoma. Walimpongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuendeleza uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya, hususan katika vitendea kazi, majengo, dawa na kuongeza watumishi. Baadhi ya wagonjwa walieleza kuwa huduma wanazopata sasa zinafanana kwa kiwango kikubwa na huduma za hospitali.